Moja ya makosa makubwa kwenye maisha ni kujilinganisha wewe na wengine. Unapoangalia maisha ya mtu mwingine, unasahau yako. Kila mtu ana safari yake, kila mtu ana wakati wake. Leo sikiliza hadithi itakayokufundisha kujikubali ulivyo. Mwanzo, Arjun aliishi kijijini, alikuwa kijana wa kawaida. Alifanya kazi kila siku, lakini moyoni hakuwa na amani. Kila mara alijilinganisha na wengine, alijiona maskini alijiona hana maana, alijiona duni, hata kama alikuwa mchapakazi. Kila asubuhi Arijun alienda sokoni, alibeba mizigo, alisaidia watu, lakini macho yake yalikuwa kwa wengine. Alimwona mfanyabiashara mdogo akipanua kibanda chake, moyo wa Arijun ukauma. Alimwona kijana wa sokoni akinunua nguo mpya, Arijun akaangalia nguo zake za zamani, akaona aibu, akaona huzuni kila siku aliuliza, kwa nini mimi si kama wao? Swali hilo lilimfuata kila mahali. Siku moja, Arijun alichoka sana. Kazi haikuwa shida, mawazo ndio yalikuwa mzigo. Akaamua kutembea mpakani mwa kijiji. Huko aliishi mtawa aitwaye John. Watu walimfahamu. Hakuwa na kelele, hakuwa na haraka, alikuwa na hekima. Arijun alimkuta John akifagia majani. Hakusema chochote Alisimama tu. John akaacha kufagia, akamwangalia Arijun akasema kwa sauti tulivu, uso wako una sauti kubwa. Maneno hayo yakamkuta Arijun bila kinga. Akahisi moyo wake umefunguka, akaanza kuongea. Akasema anavyojilinganisha, akasema anavyojiona duni, akasema anavyoishi kwa maumivu ya kimya. John hakumkatiza, alisikiliza. Baada ya muda mfupi, John akasema njoo unisaidie kutazama bustani. Walienda bustanini, kulikuwa na maua mengi. John akasema, angalia tu usionge. Walikaa kimya. Arijun akaona maua marefu, akaona mafupi, akaona mekundu, akaona meupe. Baada ya muda, John akauliza, ni ua gani lina thamani zaidi? Arijun akafikiri, akasema, labda yale marefu watu huyatazama sana. John akatikisa kichwa akasema, na yale madogo yasiyoonekana? Akaongeza, harufu yake haipo. Arijun hakujibu, moyoni alianza kuona kitu. John akaendelea, mti wa embe haulalamiki kwa nini hauzai chungwa, uzalisha alichopewa. Maneno hayo yakakaa moyoni mwa Arijun, hakusema kitu. John akaongeza kwa sauti ya kawaida, ukikubali ulivyo, nguvu huanza hapo ukijilinganisha utaishi maisha ya mtu mwingine. Arijun alikaa kimya, lakini kitu kilibadilika ndani yake. Siku zilipita, Arijun akarejea sokoni. Kazi ilikuwa ile ile, lakini moyo ulikuwa tofauti. Alifanya kazi bila kujiangalia kwa wengine. Alipoona mafanikio ya wengine, aliwatakia mema, hakujiona tena mdogo. Majirani wakaanza kumheshimu, mfanyabiashara mdogo akaanza kumwamini. Kijana wa sokoni akaanza kumshirikisha kazi. Arijun hakubadilika kwa mali, alibadilika kwa mtazamo. Na hapo alianza kujijenga. Mpenzi mtazamaji, wengi wetu tunaishi kwa kujilinganisha. Tunatazama maisha ya wengine. Tunajiona wadogo. Tunajiona wamepita. Hapo tunaanza kuchukia tulicho nacho. Tunapoteza amani. Tunapoteza nguvu. Katika hadithi hii inatukumbusha jambo moja rahisi. Kila mtu ana njia yake. Kila mtu ana kasi yake. Ukiishi kwa macho ya wengine, utaona moyo wako utachoka bila kusonga mbele. Maisha hayatutaki tuwe sawa, yanatutaka tuwe sisi. Unapoanza kukubali ulivyo, akili inakuwa huru, moyo unakuwa mwepesi, kazi ina maana. Hata ndogo, unafanya kwa amani. Usingoje ubadilike ili ujiheshimu, jiheshimu sasa. Achana na mashindano ya fikra. Pima maisha yako kwa ukweli wako, si kivuli cha wengine. Ukifanya hivyo, hutaishi kwa huzuni, utaishi kwa nguvu ya ndani, na hapo, hata bila kukusudia, njia yako itafunguka.